Katika mjadala wetu wa leo na kama nilivyosema hapo awali ni kwamba leo tunajadili uh, kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Majina mengi sana uh, yametumika kumtambua baba huyu, jina kubwa kabisa la hivi karibuni ikiwa ni Baba. Yeye ni Jacom, yeye ni Agwambo, enigma, enigma in Kenyan politics, kiongozi ambaye alikuwa anaonyesha haiba kubwa sana katika siasa. Katika mjadala wetu basi, ninaye Tumaini Munale akiwa katika mji wa Shinyanga huko nchini Tanzania. Mjini Nairobi yupo mchambuzi wa siasa Haman Manyora na huko katika jiji la Mombasa, pwani ya Kenya tunaye Maimuna Mwidau. Wote hawa ni wachambuzi wa, wa siasa, lakini kwanza, kabla ya kuanza mjadala wetu, ningependa tusikie kauli ambayo imetolewa na Luchetu Likaka huyu ni mchambuzi wa siasa akiwa huko Kisumu, Kenya. Uh, nimepokea ujumbe huu kwa moyo ambao si mzuri. Nimesononeka kama Mkenya kwa sababu tumempoteza kiongozi ambaye amekuwa shupavu, ambaye amekuwa nguzo muhimu katika siasa zetu, ambaye amekuwa kwa miongo miongo mingi kama nguzo ya upinzani, demokrasia na kifo chake kwa hakika kitawasononesha Wakenya wengi kwa sababu wengi tunajipata kwamba tuko mayatima. Kwangu ni kuambia pole kwa familia, pole kwa Wakenya kwa sababu pengo ambalo Raila Odinga ameliacha ni pengo kubwa sana, na ni kwa sababu yeye alikuwa kiongozi mwenye ukomafu katika siasa, na wakati huu tunashikamana pamoja kama taifa, kama jamii, ili tuweze kuona kwamba tunampa heshima ambaye baba aliweza kutekelezea wajibu wake katika siasa kwa taifa na kwa jamii na wengi hata dunia mzima watamkumbuka Raila Odinga kwa mchango wake wa demokrasia, ambaye wote kama Wakenya tunajivunia sana. Kauli yake lichetu Likaka, mchambuzi wa siasa huko Kenya akiwa Kisumu moja kwa moja. Nije kwako Maimuna Mwidau, umemsikia hapo Likaka akitoa hisia za huzuni ndani kwa kuondokewa na mwanasiasa ambaye amekuwa na mchango mkubwa katika taifa la Kenya. Kauli yako kuhusiana na kifo cha Baba Odinga? Um, asante sana, nashukuru na kama mwenzangu Likaka alivyoanza kusema, kweli leo nchi nzima tuna huzuni Uh, tangu tumepata habari ya kwamba baba ameaga dunia. Na kwa wengi hapa tunamjua kama ni kiongozi shujaa kwa muda mrefu anajulikana, wengine tumemjua binafsi, wengine wamemwelewa kwa siasa, lakini kwa sisi binadamu ambao bado tupo tutasema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa muda alio, aliotupa tukaweza tukafaidika kwa uongozi wake, na pia tuwasema, tuwashukuru kwa Mungu kumweka kiasi ya kwamba akaleo akaweza kumchukua mm -hmm, kwa kuweza kumaliza ile safari yake alio Mwenyezi Mungu aliyompangia. Kwa, kwa mimi kama Muislamu shukrani yangu ni kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu alitupa mwenzetu akatusaidia tukatoka kubaya na tumefika hapa leo Kenya tuweza kujivunia mambo chungu nzima kwa sababu yake yeye. Haman Manyora hapo Nairobi, bila shaka mji mkuu wa Kenya. Nairobi umezizima, huzuni imetanda kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi na yale ambayo yameshazungumzwa. Wewe una maoni gani kuhusiana na yale ambayo yametokea na kuangalia mbele taifa linakoelekea? Kwanza ni huzuni mkubwa, naona jiji nzima majonzi yametanda, watu wanaomboleza, mimi binafsi naomboleza sana manake, marehemu ni rafiki wangu mkubwa wa karibu. Nasikia uchungu jinsi wanavyosikia uchungu wengine wote hapa nchini, na rambirambi zangu kwa familia na kwa wale waliompenda na kumjua na kwa nchi ya Kenya kwa ujumla. Aa, Raila sio mtu hivi hivi, manake amekuwa hapa katika siasa zetu karibu miongo minne hivi na amekuwa na nafasi kubwa katika siasa za nchi hii. Mchango wake ni mkubwa, matunda ambaye kwa sasa tunafurahia mengi, ikiwemo ni katiba mpya na mengine na mfumo wa vyama vingi wa kisiasa. mm -hmm. Haya yote yanaweza kusemekana ni yake, ameyatoa. Kwa hivyo huzuni, si huzuni tu, huzuni una sababu kwamba ni mtu ambaye eh, ameleta mengi katika taifa hili Umezungumzia hapo mambo ya siasa za vyama vingi. Itakumbukwa uh, enzi hizo Kenya ilikuwa inapata shida sana, na imepoteza mmoja wa wanasiasa wake wa haiba kubwa, ungeweza kusema hivyo, mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa, mtu mkubwa ambaye alifanya mambo makubwa na kuna wanasiasa wengi ambao hivi sasa wako mbioni kujaribu uh, kuendesha siasa za Kenya. Ukimlinganisha Raila Odinga na hiki kizazi cha sasa cha wanasiasa, unaona ni pengo gani ambalo analiwacha? Ni vigumu sana, ni vigumu sana mimi, ama ni vigumu sana kumlinganisha Raila Odinga na wanasiasa chipukizi, kwanza kwa sababu enzi za, za kina Raila Odinga baba yake, kina Matiba, kina Robia wengine, kina Paul Muite wakijulikana kama Young Tax, kina Raila hawa, siasa ilikuwa ya kujito, kujitolea, lakini siasa ya sasa ni ya ubinafsi, watu ujitakia makuu, wanataka pesa. Kwa hivyo uongozi ni tofauti wa leo na siku zile, enzi za Raila na siasa za kina Raila zile, ndani ya roho kwamba unaipenda nchi yako na uko tayari kufungwa hata kufa juu ya nchi yako. Lao wa sasa ni pesa, wanataka na mamlaka na vyeo tofauti ni kubwa sana. Haya, asante, baki hapo hapo, tumsikilize sasa hivi Tumaini Munale akiwa katika mji wa Shinyanga, ni nchi jirani ya Tanzania. Yeye amekuwa akifuatilia siasa za Kenya, yale yanaendelea Kenya na hasa hivi sasa ambavyo Kenya imempoteza waziri wake mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga. A, kwanza nipate kauli yako Tum, Tumaini Munale, kwa haya ambayo yametokea. Asante, asante sana kaka yangu Joseph Atichao kimsingi sisi hapa Tanzania tumesikitishwa sana na kifo hiki cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Watanzania wengi sana wamesikitika, na tunashuhudia pia hata rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa salamu za pole. Kwa hiyo tunampenda, tulikuwa tunampenda sana Mheshimiwa Raila Odinga, na mimi mwenyewe binafsi nimeshiriki kwenye kufanya uchambuzi kuhusu siasa zake mara nyingi kupitia radio hii Deutsche Welle na kwa hiyo kwa kweli niliposikia e, taarifa kuhusu kifo chake kwa kweli mimi mwenyewe pia nimesikitika, lakini tunamkumbuka sana Raila Odinga kama kiongozi ambaye alikuwa anapenda sana umajumui wa Afrika, alikuwa anapenda ushirikiano na mataifa mengine. Sisi hapa Tanzania binafsi tumeshuhudia Raila Odinga akiwa na ushirikiano kadhaa na viongozi wetu, kuanzia hayati Magufuli wakati Raila Odinga akiwa ni waziri wa Uh, barabara na wakati huo pia hayati Magufuli wa waziri wa barabara na ujenzi waliweza kushirikiana vizuri, lakini hadi rais like Magufuli akiwa rais e, bado wamekuwa na mahusiano mazuri. Nakumbuka pia Raila Odinga aliwahi kufanya ziara kule Chato. Na hata sasa hivi katika kipindi hiki cha mheshimiwa Rais Samia bado kumekuwepo na mahusiano mazuri kati ya e, kiongozi huyu chupavu ambaye kimsingi e, Watanzania wengi wanampenda kutokana na namna ambavyo alimejitokeza kupigania uhuru kupigania haki za raia, lakini pia katika harakati zake za kupigania upatikanaji wa katiba, kitu ambacho pia Watanzania na wao e, ni moja ya shauku yao. Kwa hiyo wamekuwa wakimwona Raila Odinga ni kama mfano wa kuigwa na katika harakati zake hizo ambazo amekuwa akizifanya e, nchini Kenya, ambazo kimsingi hata huku Tanzania pia kuna baadhi ya viongozi wamekuwa wakifata nyao zake e, hizo za kupigania E, haki sawa na kupigania, e, katiba na demokrasia. Haya, asante. Baki hapo hapo, Ma, Maimuna Mwidau, kuna majina makubwa katika siasa za Kenya akina Masinde Muliro, akina Kenneth Matiba, Paul Mwite hapo kama alivyotaja Herman Manyora, akina George Saitoti marehemu, hawa wote Mudia Wori, Michael Kijana wa Malwa, akina Charles Rubia na wengineo kizazi cha sasa kinajifunza nini katika harakati ambazo Uh, Raila Odinga alizifanya tangia wakati alipoanza siasa jinsi alivyokuwa akitiwa uh, jela kukimbia uhamishoni kwa sababu ya kutetea demokrasia huru Kenya. Um, nafikiri kizazi cha ja sasa uh, kitajifunza mambo kadhaa kutoka kwa Raila. Kwanza ni kuwa na msimamo dhabiti wa sera ama hoja Uh, ambayo unakuwa unaiamini we mwenyewe, kwa sababu Raila hata kama we mwenyewe mwingine hamwamini, lakini madamu yeye ameamini kwamba sera fulani ina manufaa kwa wananchi kwa, kwa ujumla, basi atasimama nayo uh, asimame ama anguke, lakini atasimama nayo. Hiyo ni muhimu sana. Alafu jambo lengine ambalo uh, viongozi vya sasa lazima wa, waelewe ni kwamba Raila alikuwa anaweza ku, kuunganisha watu wengi sio kabila lake peke yake, alikuwa anaweza kuunganisha Wakenya wa tabaka mbalimbali. Hilo ni jambo ambalo si la rahisi uhum. Kwa mtu ambaye hajachukua uongozi wa uraisi wa nchi uhum. Na japo ame, amejaribu mara nyingi kuchukua uongozi na hakuweza kufanikisha, lakini ile um, sera zake na uongozi wake unatambulika Kenya nzima kwanza uh -huh. na uh, Afrika Mashariki na Afrika nzima na duniani pia, kwa sababu anapozungumzia demokrasia huwa hazungumzii demokrasia labda ya eneo dogo, anazungumzia de demokrasia na haki ya kila mtu. Kwa hiyo hata ukimpigia kura usi, usi, kura usipompigia kura wee mwenyewe pia utakubali kwamba huyu kiongozi ana maono ya mbele uh -huh. Na, ha, na, na, kwa hapo, hapo, una, na, na kwa hapo ambapo unazungumzia una masuala ya demokrasia na hivi sasa alivyokuwa katika uh, serikali ungesema ambayo ilikuwa imetanuliwa ni ya umoja wa kitaifa uh, na yeye ndo alikuwa akiongoza eh, kambi ya upinzani mpaka kuna mawaziri wake ambao walikuwa wameteuliwa na wako ndani ya serikali. Eh, itakuwaje sasa, kwa sababu sasa yeye ndio alikuwa ni nguvu kubwa kwa upande huo wa upinzani, na alikuwa ameshirikiana na, na serikali ya sasa Wajua Raila, labda kwa wengine wasiomwelewa, anaweza wa, wa, wa, kufikiria ni Raila alikuwa anaenda peke yake, lakini Raila alikuwa haendi peke yake. Raila mm -hmm. ana kikosi chake na wafuasi wake. Kwa hiyo hata alipojiunga na na serikali, hisia zake kubwa ilikuwa kwamba tulinde huu usalama wetu wa nchi mm -hmm. ili tuwepate kuwa na amani, na kama kuna mabadiliko tuyafanye mabadiliko tukiwa ndani mm -hmm. Ah, Haman Manyoro amegusia kuhusu mchango wa Raila Odinga hasa kuhusiana na katiba mpya, katiba ambayo imelisaidia taifa la Kenya limekuwa na utulivu lakini pia vilevile imekuwa ikikosolewa hapa na pale mpaka kumetolewa kauli kwamba uh, kuna umuhimu wa kuja kuiangalia tena na kuifanyia kidogo mageuzi mengine ili kuiboresha zaidi. Michakato hii ya kuja kuboresha hali ya sheria za Kenya na katiba yake kwa kuondoka sasa hivi uh, Raila Odinga unaona mstakab wake ukoje hasa katika vipengee ambavyo vilikuwa bado ni kama uh, vinaleta vina utata. Ni, ni kweli kwamba Raila Odinga amekuwa akisema kwamba katiba hii inafaa kuangalia upya na miaka miwili mitatu iliyopita yeye pamoja na rais mitatu minne hivi Rais Uhuru Kenyatta wa wakati huo wakakuja na ile BBI kwamba tujaribu tuangalie katiba. Hajakoma maanake ile ilianguka, haikupitishwa eh, maanake ilipingwa mahakamani, lakini bado amekuwa akisema kwamba tukutane kama Wakenya tuangalie katiba tuipige msasa, na akapendekeza ile uh, ile conclave. kwamba kongomano maalum la kitaifa. Nadhani mambo yaliyokuwa akisema Raila ni mambo ambayo hayawezi kuisha kwa sababu amekufa mambo ambayo yanataka kuangaliwa katika katiba hii na mambo mengine ya sheria ya Kenya bado yatazidi, na umuhimu wake nafikiri ndio unaenda juu zaidi. mm-hmm. Kwa hivyo mambo haya bado yataangaliwa, yataangaziwa na nafikiri ni lazima Wakenya wakubaliana na Raila la Odinga kwamba kuna mambo ambayo ni lazima tuyaangalie katika katiba yetu na katika mambo ya utawala na katika mambo ya sheria. Tumaini Munale, ule uzalendo aliokuwa nao Raila Odinga na ule moyo wa kulipenda bara la Afrika, amejitahidi ili aweze kuchaguliwa kuwa rais wa kamisheni ya Afrika lakini hakufanikiwa. Uh, mataifa mengine ya Afrika na hasa eneo letu la Afrika Mashariki, unadhani wanajifunza nini eh, katika ule moyo wa uzalendo ambao alikuwa anauonyesha Raila. Yeye alikuwa hana ubinafsi hata enzi za kina Kofi Annan. Uh, wakati wa machafuko yale ya mwaka elfu mbili na saba alirudi nyuma akakubaliana na rais wa wakati huo Mwai Kibaki wakatia uh, saini makubaliano na nchi ikatulia, machafuko yakaisha na Kenya ikasonga mbele. Kipi ambacho tunajifunza Afrika mashariki na bara zima la Afrika kuhusu uzalendo wa Odinga? Asante sana kaka yangu Josephat Charo. Tunajifunza kwanza kabisa kwamba mwanasiasa mahiri ni ni, ni, ni mwanasiasa ambaye yuko tayari kubadilika kwa ajili ya maslahi ya jamii kwa ajili ya maslahi ya, ya, ya nchi yake, ndo kitu ambacho alikuwa anafanya hayati Raila, Raila Odinga. mm -hmm. Alitofautiana na, na, na hayati Daniel Arap Moi lakini mwishoni walikuja wakaelewana, akaingia ndani ya chama cha KANU lakini vile vile walitofautiana na, na na hayati Mwai Kibaki, baadaye wakaja wakaelewana tena. Vile vile eh, wakatofautiana na, na, na, na, na rais Uhuru Kenyatta, rais mstafu, lakini baadae wakaja wakatengeneza handshake. Lakini tumeona pia mara ya mwisho wametofautiana na uh, rais William Ruto, na mwishoni pia wamekuja wame, wameungana tena ndani ya serikali mm -hmm. kwa hiyo ni, alikuwa ni mwanasiasa ambaye eh, habebi ha, ha, ha, ha, maslahi yake peke yake tu ana- anaachia pia nafasi ya, ku, ya, ya, ya ya maslahi ya kitaifa. mm -hmm. Unaona, ndio kitu ambacho wanasiasa katika nchi zetu za kiafrika wanapaswa wamwige, hasa hapa Afrika Mashariki, kwamba mm -hmm. siasa sio lazima malengo uliyojiwekea wewe yatimie peke yake, kuna muda inabidi utangulize maslahi ya kitaifa mm -hmm. ili uweze kulinusuru taifa, na ndicho ambacho nimekiona kabisa kwamba kwa, kwa mheshimiwa Odinga idoy kikubwa ambacho kwa sasa kujifunza. Tunao wasikilizaji ambao pia wanatufuatilia na kuna maoni mengi ambayo yametufikia kupitia ya chaneli yetu ya YouTube na Angela Mdungu yuko upande wa pili wa studio. Haya, wanasemaje Nam, kwa ufupi tu labda Charo niangalie salamu za rambirambi kutoka kwa eh, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmud Ali Yusuf, yeye anasema Raila Odinga alikuwa mtu muhimu kwa siasa za Kenya na mtetezi thabiti wa demokrasia, utawala bora na maendeleo kwa ajili ya watu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan eh, katika mitandao ya kijamii nimeona ameandika, nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tumempoteza kiongozi mahiri, mwana majumuiya wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msiba huu si wa Kenya pekee bali wetu sote. Charo, labda nikomee hapo, tutaendelea zaidi baadaye. Haya, asante sana, asante sana Angela. Uh, tumkaribishe sasa hivi Maimuna uh, Mwidau. Uh, bila shaka, Kenya hatuwezi kusema kwamba imeachwa katika njia panda kwa sababu uh, baba Raila Odinga amepumzika, amelala ama sivyo? Um, kusema kweli, Kiswahili twasema mti mkuu kigwa, wana ndege huyumbayumba kweli. Kwa hiyo kuyumbayumba kutakuwepo mm -hmm lakini kwa maoni yangu ni kwamba kama Raila alikuwa tayari ameshawapanga watu wake na chama chake, kwa sababu walipoingia kwenye broad based government na Rais Ruto, aliweza kuwatambua viongozi wake kadhaa, na akawaweka serikalini na akawapanga vizuri. Kwa hiyo sasa ni kama hapo urasi amepata ni Rais Ruto kwa sababu pia ana historia ya ODM, si mgeni na ODM. Ndio ODM ilipoundwa, Rais Ruto alikuwepo. Haya, asante sana. Kwa hiyo kwa kando mwingine, unaona ni kama amempa mkono, awashike watu wake. Haya, asante sana Bi Maimuna Mwidau na kushukuru pia Tumaini Munale ukiwa hapo Shinyanga, Tanzania na Herman Manyora ukiwa hapo Nairobi, Kenya, kwa kushiriki mjadala wetu ambao leo umejikita katika kifo cha Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya. Mimi ni Josephat Charo, endelea kuwa nasi.